Eyo, inakuwaje? Watongo wa nguvu, naitwa Shaks, karibuni sana kwenye chaneli za kwetu. Tupo live jijini Nairobi, mwamba ametua mwewe Shey. Inakuwaje East Africa wan? Tumekuona juzi Juba, mapokezi yamekuwaje kule Juba? Walikuwa umeenda kufanya nini? Maana hatujakuona kama una msifu rais wa South Sudan kule. Unajua, mimi kama East Africa East Africa um, um, um, um, um, ah, tunawajibika kubadilisha, tena sio na, sio East Africa kwa watu ambao wana mazoefu ya ndani, sasa wako na madini kwenye kichwa, unajua inaitwa um, um, uh, um, so, ninaweza kuwaambia kwamba Sudan ipokea vizuri sana kwa kuwa tulikuwa na show kubwa ambayo inafanyika na

alisimamisha kituba kwa nini? Kwa sababu yeye ndo international artist. Tulipanda business class, tukashuka pale convoy show akasema na kijiji. Hii yote inamaanisha kwamba nilimwambia Kennedy the Don, Kennedy the Don, you are the most, uh, talented artist in Kenya. Na vile umejipanga na standard ambayo umejiweka ni standard kubwa sana. Kitu nyeke ya Kennedy the Don, ninataka nimshawishi na namuomba tafadhali kwa sababu level yake yamefika ni level ya international akuwe mwanaume. Juzi ametukosea mimi na CMB Cashman Prezo tu karibu ndege tuache kama sio kutumia tu, eh, of course, uh, boss, boss mkubwa anaitwa engineer Kat, ambao ni, ambao alitualika huko pamoja na na na na viongozi wa nchi, walipiga simu ndege kasimamishwa kama ile sala moja inatungojea tutoke. KRG the Don, mtoto mwanaume anafanya skin care, mwanaume anafanya skin care nani basi kwa alafu ile mtoto mpumbavu <laughs> mwanangu ulio mtoto mpumbavu <muchilis> ameweka mafuta kama <muchilis> lotion saba kwa meza <muchilis muchilis> alafu anatuambia katini chini. Hiyo ndo makosa ambayo alikosea sana, na nikamwambia KRG, unazungua kwa sababu wewe uwezi kufanya skin care, na wewe pia ni brown skin unapatiwa pointi. So mimi naomba kitu moja, mtoto wa kiume wote mwenye anapaka mafuta kwa mapaja, mtoto wa kiume wote mwenye anatumia lotion saba tofauti, atasema katini hapo chini, mwanangu hapo chini tulikasirika sana ni ya kwamba the Don you are an international artist wewe unakubalika dunia mzima unakubalika kila pahali, lakini kitu tunakukataza mapema na wacha skin care wewe ni mwanaume. Ni mwanaume wewe, ni she. Hata unatoka inatoka the the the best the best show ever. Big up to Don. Kazi nzuri na umeonyesha ya kwamba

Sasa kuna msanii ambao ni mkubwa Kenya kushinda KJ the Don. Of of course we've got respect, eh, of our legend. Unajua, CMB Cashmani Prezo. CMB Cashmani Prezo ana nafasi yake ya kipekee kwenye game ya Kenya. Hakuna mwenye ataweza kuchukua, hata nani akuje, nani akuje, hizo takataka zote zikuje. Hakuna mwenye atachukua nafasi ya Cashmani Prezo. Kwa sababu gani? Cashmani Prezo has achieved so much ambao hata vijana wetu hapa Kenya wajafika. Do you know Kashmani Prezo was the first artist kukuenda na chopa, kukuwa na convoy, kukuwa na simu ya mkono, kukuwa na bodyguards. Vitu ambazo Diamond Platnumz anafanya kwenye karni hii baada ya miaka ishirini, mwenye alifanya ni CMB Kashmani Prezo. Do you know that? Do you know Kashmani Prezo ndo the first Kenyan artist kuenda kwa Big Brothers na akavotiwa na wa Tanzania na wa Nigeria kwa wingi kushinda Kenya? Do you know that? Unajua hiyo nyumbani. Unajua, unajua. Unajua umesumbukana, sumukana, <laughs> njua, njua. Ujua, <laughs> Ume sumukana, Umesumbukana, umesumbukana, ndo ndo sumbukana ukatoka kijijini mawazo yako fupi. Alijitafuta akajipata. Big Brothers Africa alivotiwa na, na na na na na nini, na na Nigeria akavotiwa Tanzania, wiki wiki na Tanzania kwa wingi. CMB Cashman leo leo yeye hii. Akiingia Tanzania hajatoa ngoma bado ni e superstar. Tulikuwa naye Juba wote wanalia machozo wakiona CMB Cash Money Prezo. Nembo ya taifa. Nakwambia huyo ni nembo ya taifa. Huyo nafasi yake haijui chukulia. Ngoja nitulia, mtoto, nikueleze. Kwa hivyo nakupa nondo. Kwa sababu wewe ni mtoto mdogo hujui hizi vitu, mtoto hajajua. Unasikia? Nakupa nondo, tulia. Tulia. Kama wewe utafuta wale watu unaotafuta mia mbili pale kwa kazi pale ndio marudi. Nakurudia kwa kukuambia hivi. Hakuna msanii ambaye amekuwa kama kiajibe don. I mean no Kenya CMB Cash Money Prezo.

Hatawahi kushindwa na mtu yeyote, nafasi yake kubwa, na ndio maana kitokeza atakuta hapa anasepa na kijiji. Ningependa serikali ya Kenya wachukulie CMB Prezo kama nembo ya taifa, ame inspire je yeah, ali trend hata kabla hizi, wacha na wasanii wenyewe wanatrend hapa kwa sababu kuna maonline nini, kwa trend hata kabla before hakakuwa mkubwa South Africa kwa wapi watu wamekuwa mkubwa, so yote tano pesa, na kwa kusema kwamba serikali ya Kenya lazima wapee CMB Cash Money Prezo kama nembo ya taifa. Unapatia hiyo point, mm-hmm. Na wakati kuna zile my events kubwa kubwa lazima wachukue superstars, ni, ni ule ule kutoka, kutoka, kutoka Nigeria anachukuliwaje? eeo eh? Yeah. Eh. Ah, kwenye hiyo shoo yenu ya Juba watu walikuwa wanauliza maswali, walikuwa wanauliza wewe, kwanza umeenda kuko kufanya nini? Yeah. Alafu Vera Sidika pia sio msanii, alikuwa ameenda pale kama kufanya nini? Alafu swali la mwisho, Prezo wanasema ni legend, ndio tunamuheshimu lakini sasa hivi ha, ameisha kimuziki. Sasa hivi tukizungumza, wakawa wanasema wanataka tukufahamu. Mimi nataka tukufahamu, labda mapokezi yake yamekuwaje kule juu. Mapokezi ya kia, mpwadi, Mpokesia, CMB Prezzo ilikuwa kubwa. Sasa hivi masuperstar wenye wanafanya ma show back to back, kwanza unajua Vera Sidika sasa hivi kumpata mshida. Vera amekuwa booked mpaka Januari. Anafanya point. Ni kwa sababu wewe uweze kujua wewe ni mtu tu ambao metodoakaa Nairobi pole pole, utasafishwa na mashkula, atakufundisha michezo. Sisi ndio tuna run East Africa. Unapatiwa point. Nashukuru <mimiliki> mwanangu. <mimiliki> <mimiliki> Unasikia? Ninaweza kurudia kwa kukuambia hivi, tunabaki run East Africa. Wale ambao wako na wanabaki hapa kwa sababu hawana bro. Mi mimi nimekuwa Dubai, nimekuwa Uganda, nimemaliza Uganda, nimekuja kama sijapumzika, nitakuwa niko kwani, nitakuwa Lamu natoka Lamu, Lamu natoka naenda Kwale kufanya kazi, na nikitoka pale naenda South Africa, nikitoka pale naenda Germany, nikitoka pale nimechoka kule upepo. Sasa hii nimehold kidogo kwa sababu passport imejaa, inabadilishwa zingine, passport zimejaa tatu

mekuna kitu nataka tuzungumzie. Kuna kitu kimekuwa kina trend hapa Kenya siku za hivi majuzi, baada ya yule mtoto wa Mik Sonko kuwa amepigwa na na mme wake, watu wamezungumza sana. Sijui kwanza kama umeiona hiyo video ya Mik Sonko akienda kumrescue pale, alafu maoni yako ni yapi? Unaweza ukazungumza labda kwanza. Ni mshukuru watu wana watoto wa kike wanapitia magumu sana kwenye kwa, kwa jina ndoa. Wanaume ambao ni mzima amekomana amepelekwa chondoni, kama anabaacha kupelekwa chondoni, amepelekwa chondoni, amepitia from boyhood to to manhood, hawezi kuchukua mkono akanyoosha mke wake, hawezi kuchukua mkono akanyooshea dada yake, hawezi kuchukua mkono akanyooshea mama yake. It makes you a weak man. Men don't fight women. And if you see any man that beats up a woman, know that man is a weak man. Failure. Mwanamke anapigwa kiboko ambao sisi wote tunajua. Na <laughs> ni kiboko ambao sio kubwa, ni kidogo, kiboko ambao ni kiasili. Unapata? Sio kiboko kama kiboko yako. Ni kiboko ambao ni kiboko ambao inafundisha mwanamke kunyenyekea, kusubmit. Unapata hivyo? Kama hujafitia chondoni na kupeleka kwenye klasi, Weak men beat up women. Unapopiga mtoto wa kike jiulize, mama yako, dada yako akipigwa utasikiaje? Umechukua mtoto wa wenyewe, kama uwezi kuishi naye, wachana naye, wachaende shughuli. Mwanamke akikupiga kofi hapa, tembea, it make you a stronger man. Watu kuona umepigwa kofi, umetembea, but kuchika ngumi unakunja, unapiga mwanamke tumbo, you are a weak man. Na watu wenye wanapiganga wanawake, wengi kupigwa na wanaume ni daka moja Wanapatiwa pointi. Mimi nimeoa mke wangu miaka sasa inaenda 10 na ngapi kumi na tatu. Mpaka amenzalia dugo na amenzalia mlele. Sijawahi niosha mkono kwa mke wangu. Si ati sina udhaifu nimepiga umalaya nimelala na wanawake tofauti nikishika naomba msamaha. Lakini sijawahi niosha mkono kwa mke wangu. Wanapatiwa pointi. Weak men beat up women. Tunaweza kuwa na mapungufu yetu, tunaweza fanya malaya town, umekalega kidogo, kabla sijasilimika nilikuwa nafanya malaya hapa na hapa na napiga magoti naomba, lakini hakuna siku moja nimemnyoshia kidole ama nimempiga. Nenda kauliza Mama Raba, akikwambia nimempiga wallahi bilahi, njoo nikupe. Na kuna sana nikombanisha, natoka na mwachia nyumba, nalala nje na chukua paper bag. Leo mimi nikikosana na mke wangu mimi Cassypool. Yakub Mali Mweli. East African numbro. Numbro. Uno. Uno. Unasikia? Nikikosana na mke wangu leo hii mimi nyumba ambayo nimenunua, gari ambayo nimenunua, mahali ambapo naishi nachukua paper bag naenda kuanza maisha kwa sababu siwezi mtoko nyumbani. Nashukuru Mike Mofeso amefanya kazi kuelezea haya maneno kwa sababu watoto wetu wanapigwa kwa mandoa, wanakufa kusema. Wanakufa, watu wamewawa juu ya GBV. Hata kuna wanaume wamewawa pia kwa GBV. Unapatia point? Yote tano tena ni ya kwamba tunampongeza Mike Mbuvi Sonko kwa kutoa taarifa ya kwamba pale Nairobi Women kuna kitengo maalum ambao mtoto wa kike unaponyoshewa mkono toka mtu yote ambaye anakupiga na, na, na ku, an, an, an, an, an, anakunyonga usikae kwenye ndo. Toka wewe ni mtoto wa mamako wewe mtoto wa babako, na ndio maana Sonko akasema, unapiga mtoto wangu si ni mtoto wa Sonko huyo? Kama mtu anaweza kupiga mtoto wa governor, wewe mtoto wa kawaida wewe wa mtu wa manevu wewe mtoto wako atafanya waje. Kwa wa point, lazima tukashifu na tu point kidole kwa macho, tuseme kwamba ni makosa kupiga mtoto wa kike in the name that you're trying to correct someone. Mtoto wa kike akishafika miaka 18, anakuwa meno zake zimekuwa kama akona madhaifu yake, jua ya kwamba kichapo huwezi mpendua. Na ndo maana kupitia, uh, initiative ya mtoto aliyekuwa rais wa Zanzibar hayati ambayo amelala na sasa hivi ni ndugu ya rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Asma Mwinyi ameanzisha foundation ya kusema ya kwamba tunapigana na gender eh, gender based violence GBV, na namshukuru mtoto wa rais, namshukuru ndugu ya rais Mheshimiwa Asma Mwinyi kupitia Asma Mwinyi foundation ya kwamba hii tunaenda kusimama na wewe, tunatembea Afrika Mashariki kupitia initiative yako, tuwaambie na tuhamasishe watu ya kwamba gender based violence ambao ni kupigwa kwa wanawake kwenye ndoa, kufanyiwa maneno mabaya, inaisha. Na mimi namuomba kwa heshima na taadhima aje Kenya, twende naye Uganda, twende naye Sudan, tuhakikishe Afrika Mashariki imesimama na pia sisi tutakuwa tunatembelea na, nataka nawaite nyinyi wote kwa sababu inaadhimishwa, atakuwa ana launch tarehe 30 pale Zanzibar. Nataka nyinyi wote pia muende mufundishwe jinsi ya kuishi na wanawake. Wewe juzi ulivunja bibi yako mkono, tuna habari. Wakati tunazungumzia uh, mambo ya Bongo E mapema ileo tumeona kumewaka moto kule tena. Wanasema mama amegeu, amegeuza serikali yake ya kifamilia, amemchagua mtoto wake kuwa naibu waziri, amemchagua mtoto wake mkwe, mtoto wa Jakaya aliyekuwa rais Jakaya Kikwete akamchukua mwanawe akampa waziri pia vile vile. Sijui umeziona hizo habari? Hakuna moto ambayo imewaka Bongo hmm. Ni wapumbavu kama nyinyi waandishi wa habari ambao hamna akili, mna akili mbumbumbu, ndio mnakuja kuongea kutafuta likes na maneno, na nimekuambia lazima uwajibika wakati unafanya kazi ambayo ni ya utangazaji. Sisi tumeona tumeshuhudia, mtoto wa Bomale, watoto wa Bomale wanaimba, ni wasanii wa wa wa Bomale alikuwa alikuwa nani alikuwa nani, mwimbaji wa rege mwimbaji wa rege kabisa, ndio mtoto wake anaimba sasa hivi, unapata pointi, watoto wacheza mpira, mpira wacheza Cristiano, wacheza Cristiano mpira, mpira, unapatiwa unapatiwa pointi. Nani kacheza mpira wewe? Cristiano, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, kijana, kijana anacheza anacheza. Muigizaji mkubwa wa filamu ambao ni ni ni ni Michael something, Smith, Smith anaitwa, mtoto mtoto mtoto wake muigizaji wa wa filamu, na ni wa ni wa na pia msanii Mike Tyson, hakika anapiga ndondi kabisa kupasua mapua. Hata Uhuru Kenyatta alikuwa, tujafika pale Rais ambao nyinyi mnampenda sasa mnamwabudu mpaka mnambusu mguu yake. Rais Uhuru Muigai Kenyatta baba yake alikuwa ni rais wa nchi. Unapatiwa pointi? Baba yetu Raila Amolo Odinga, Mungu aiweke roho yake malipema peponi. Baba yake alikuwa ni naibu wa rais wa nchi. Donald Trump advisor wake sasa hivi ni mtoto wake. Wajua hivyo? Na kupeleka pole pole acha kuwa unanichanganya na unaangalia. Yule ambaye alikuwa ni rais ambaye alikuwa ngambe Kabila Joseph Kabila. Unapata hiyo pointi? Baba yake alikuwa ni rais. Unapata hiyo pointi? Tuachane hapa, hapa enda hapa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni baba yetu wa Afrika Mashariki, mtoto wake ambao ni General Batman Mhozi amechunga nchi na uongozi. Ina maanisha nini nikwambie labda nikwambie bila kuokoa. Kuna mtoto wa Bush. Unajua Bush alikuwa ni mtoto wa rais. Ukiona viongozi watoto wao wanakuwa viongozi, nyamazisha mdomo. Mtoto wa mchezaji mpira, mchezaji mpira anafuata nyayo za babake. Mtoto wa mchungaji anakuwa mchungaji, wengi wamekuwa wachungaji. Mtoto wa shehe anakuwa shehe. Unapatiwa pointi? Unapatiwa pointi? Unapata sahihi. Unapatiwa pointi? Unapatiwa pointi. Unapata. Mtoto wa mwalimu anakuwa mwalimu unapatiwa pointi? Mtoto wa muigizaji anakuwa muigizaji. Wa, wa kuchochea kubesia kwenye mitandao. Tuwache kukashifu watoto wa viongozi. Mtoto wa mwizi ni mwizi. Wewe ukitoka umeenda umeiba mtoto anakuona unaiba na unamletea chakula kwa meza, anakula chakula ya wizi anakuwa mwizi. Unaona? Na ndio maana siku zote tunarudia kwa kusema kwamba mtoto wa kiongozi anaona vile uongozi unafanyika, anaiga uongozi. Mtoto anaona vile unaenda unafanya ibada, anaiga ibada. Wa mtoto wa marais leo hii nenda pale Tanzania. Mtoto wa marais unakutana nao kwenye masjid. Wapatie point? Unakutana nao wanaenda kuswali. We mtoto wa mtu wa kawaida, hata uwezi kufanya ibada. Unapata pointi. Rizwan amekuwa kiongozi tamtatu, kachaguliwa na wananchi wa Tanzania au kuchaguliwa na babake? Kachaguliwa na, na kapigwa kura na wananchi wa Tanzania watukufu ambao ni wa jimbo lake. Unapata pointi. Mtoto wa mama kachaguliwa na akafanya kazi hata kuwa nini ya Magufuli. Unapata pointi they have earned leadership wakipewa uongozi, mwache kasumba. Na ikifika kwa mabaraza ya wa waziri, inamaanisha nini? Inamaanisha baraza la waziri ndo serikali. Hawezi kuchukua mhuni kama wewe upewe baraza wa waziri, kwa maana anasema nitalinda katiba na nitachunga siri za serikali. Utachukuliwa mhuni uende uchunge siri za serikali? Aahee, kabla ujaenda shehe, kabla ujaenda, unajua umemtaja Yoweri Kaguta Museveni ambaye ni rais wa Uganda na juzi. Hacha nizungumze kwa kimombo, ndio pia waisikie hii.